Basi ninakukaribisha tena katika Afya Pamoja na Injili Online TV. Mimi ninaitwa Pastor Derrick Dalawa ambaye ni msimamizi wa kipindi hiki. Basi usiache kubofya hapo katika chaneli yetu na kusubscribe, Pamoja na Wewe tz, uweze kupata updates zetu za vipindi vya afya, vidokezo vya afya kuhusiana ya mama na mtoto, lakini pamoja na mafundisho ya Biblia muhimu kabisa, ambayo yanaweza yakachochea au yakakusababisha uishi maisha mazuri katika afya bora ya mwili, lakini pia katika afya bora ya roho. Leo katika sehemu yetu ya pili tunaenda kuzungumzia kuhusiana na njia za muda mfupi. Tulizungumzia njia za muda mrefu za uzazi wa mpango, na leo tunazungumzia njia za muda mfupi za uzazi wa mpango. Basi njia za muda mfupi za uzazi wa mpango zina aina mbalimbali mbali. Na aina ya kwanza ni njia ya vidonge, njia ya vidonge vya kumeza ambavyo hivi basi mama huwa anameza kila siku au mama anameza pale inapohitajika. Tutaanza na aina za vidonge. Aina ya kwanza ni vidonge ambavyo vinakuwa na kichocheo aina moja ambavyo tunaita ni progesterone only pill. Aina ya pili ni aina ambayo inakuwa na vichocheo aina mbili ambayo tunaita ni combined oral contraceptive. Na aina ya tatu tunaita ni emergency contraceptive pill. Emergency contraceptive pill. Kwa hiyo hii hapa ndo kama unavyoona vidonge ndo hivi hapa ambavyo mama anaweza akameza kila siku. Kwa kama hii hapa ni oro contraceptive pill. Kwa inakuwa ina vichocheo viwili. Uzuri wa hivi vidonge iwe ni oro contraceptive au ni combine contraceptive ni kwamba mama anachagua muda ambao anakuwa na meza kila siku kidonge kimoja, kwa hiyo akihitaji kupata ujauzito muda wowote huyu mama anaacha kumeza kidonge hiki na anapoacha, basi moja kwa moja yule mama anaweza akapata ujauzito. Maudhi au makwazo madogo madogo, unaweza ukapata unene, ukanenepa kidogo, unaweza ukapata shida kidogo, mzunguko wako wa hedhi ukabadilika, lakini ni uhakika kwamba ukimeza hivi vidonge vinaweza vikakusaidia. Hivi vidonge havikusaidii wewe kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ina maana kama unameza hivi vidonge bado ukafanya ngono ambao iko zembe, utapata maambukizi, lakini hivi vidonge vinakusaidia kuweza usipate uja uzito. Kwa hiyo either ni combined oral contraceptive, au ni progesterone only, hivi vyote vinaweza vikazuia mimba na ukitaka kupata uja uzito, basi unaacha kumeza unapata uja uzito moja kwa moja. Aina nyingine tumesema ni emergency contraceptive, ndio kitu kama hicho hapa. Hii hapa ni emergency contraceptive ambayo mama anaimeza kabla ndani ya masaa sabini na mawili au ndani ya siku tatu baada ya kuwa amefanya kitendo cha ngono pasipokuwa na kinga na akawa na hofu kwamba yuko kwenye siku zake za hatari ko anameza ili kuzuia implantation. Anameza kuzuia implantation. Anameza meza hichapa kidonge ambacho kinaitwa emergency emergency contraceptive emergency contraceptive, wengine p mnaziita. Kuna wale ambao wanakuwa wanapenda sana kutumia hivi vidonge vinaitwa P2. Madhara makubwa sana ya P2 ni kwamba yanaonyesha kabisa kwamba huko mbele unaweza ukapata shida sana, hasahasa -hasa ya kupata kansa ya shingo ya kizazi. Hayo ndio madhara makubwa sana. Kwa wale ambao wanapenda sana kutumia emergency contraceptive waelewe kwamba zina madhara makubwa sana kama ukiwa unazitumia mara kwa mara. Kwa hiyo, baada ya hapo, tumeona njia ya vidonge, tunaenda kuona njia ya sindano. Njia ya sindano inatumika mara nyingi sindano hii unapochomwa inafanya kazi miezi mitatu. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu, mama anakuwa anachomwa sindano kwenye bega, na hii sindano inafanya kazi ya kuzuia asipate ujauzito ndani ya miezi mitatu. Sindano hii kitaalamu tunaita Depo Provera na mara nyingi inakuwa ina kichecheo hicho hicho cha progesterone. Faida kubwa ni kwamba sindano hii anaweza akatumia mama ambaye ana virusi vya ukimwi. Sindano hii anaweza akatumia mama ambaye ananyonyesha akatumia lakini hasara kubwa ya hii sindano ni kwamba mara nyingi inahusiana na masuala ya infertility, ni kama vile inaweza ikapunguza uzazi. Kwa hiyo anapokuwa ameacha kutumia hii sindano, mama mara nyingi wanaweza wakapata changamoto kidogo, kwanza kwa mzunguko wa hedhi yao kubadilika. Wanaweza wakakosa hedhi miezi mitatu ya kwanza, mwanamke akapata shida kupata hedhi. Lakini pia imekuwa na sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikachochea mama akashindwa kupata mimba wakati unao husika. Kwa hiyo hiyo ni sindano ambayo inaitwa Dipo Provera. Njia nyingine ya muda mfupi ni matumizi ya kondom, ambao tuna kondom ya kiume na tuna kondom ya kike. Faida ya kondom ni kwamba hii inahusisha mazungumzo baina yako wewe na mwenzi wako, kama tulivyosema kwamba uzazi wa mpango lazima wewe na mwenzi wako kwa pamoja mzungumze, muamue kwa pamoja njia gani ambayo mnaiona ni bora zaidi kwa ajili ya kujikinga au kupanga namna ambavyo mnaweza mkatengeneza familia pamoja na watoto wenu. Kwa hiyo condom ni rahisi sana maana inahusisha mazungumzo ya baina ya watu wawili. Lakini pia condom ni rahisi kwa sababu unaitumia pale inapohitajika na unapokuwa umemaliza uhitaji tena kuitumia. Kwa hiyo ni njia ya muda mfupi ambao inatumika tu pale ambapo inahitajika. Na baada ya kuwa imemalizika basi uhitaji tena ku, kuitumia. Hasara ni kwamba condom inazuia uzazi, I mean inazuia mimba lakini condom ili haizuii sana sana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kuna uwezekano bado ukapata virusi vya ukimwi. Kwa hiyo utumizi ya kondomu yanazuia mimba asilimia mia moja, lakini hayazuii vi maambukizi ya ukimwi kwa asilimia mia moja. Na mfano wa kondomu ya kike ndo kama hii hapa ambayo unaiona mpendwa, ndo kama hii hapa, zinakuwa ni lingi ambayo inaingizwa mle ndani na mama anaivaa, inazuia asipate ujauzito. Mfano wa kondomu za kiume ndo kama hizi hapa. Kwa hiyo huu uzazi wa mpango pia unakuwa unasaidia, na by the way, sindano ambayo tunatumia ndo kama hii hapa, ndipo Provera inakuwa ka nani fulani kanakuwa kapapo. Kwa hiyo njia za muda mfupi zinakuwa zipo za namna hiyo, kwa usiache kunifuata. Mimi naitwa Pastor Dedet Sindalawa, unatizama injili pamoja na afya au pamoja na Injili Online TV, na leo tulikuwa tunasema sehemu ya pili ambayo ilikuwa inazungumzia njia za mda mfupi. Usiache kusubscribe katika hii channel ili uweze kupata zaidi vichocheo pamoja na elimu kuhusiana na uzazi wa mpango katika huu mwezi Mei, pia upate mafundisho ya Biblia pamoja na injili ya viwango ambayo yanaweza akakusaidia kuweza kubadilisha maisha yako. Basi tukutane tena katika sehemu ya tatu tunaokwenda kuzungumzia njia ya asili au kalenda na uzazi wa mpango. Utakuwa umebarikiwa. Tukutane tena siku nyingine, usiache kufuatilia vipindi vyetu. Subscribe ili uwe na uhakika wa kupata updates zote pale ambapo zinakuwa zimetolewa, na utakuwa umebarikiwa.